Ashura. Hey, Hadi. Vipi shina kaje? Safi. Hivi kirefu cha fonteni nini? Hii fonteni? Eh, tu. Achana na shule na hii. Mageti mm. Najua. Ngoba mm. Mageti shule hii. Ina kirefu chake hii? Maana yake ni labda kwa Kiswahili. Ah, kwa Mungu. Hii bwana ni surprise unajua. Unajua <laughs> <laughs> Hey. Tulifuatilia game ile ya stars. Sio ndio? Tumeona? Miongoni e, mwa vitu vizuri ambavyo ndugu yetu uh, Husseini Masalanga amevionyesha, huyo mm. bwana ana uwezo wa kurusha mm. kasikwamba kama angekuwa wakala mm. kuna miamala ambayo labda ingepotea yote inafika. mm. Sababu bwana mimi najiuliza ule uwezo mm. ameutoa wapi? Ni gifted, ni kitu ambacho amezaliwa nachukua, na nguvu ya mikono, na mara nyingi kote alikokuwa anapita huko alikuwa na hiyo character. Kwa watu ambao wanamfahamu Masalanga, sio kitu kigeni, kwa hiyo ni kitu ambacho amezaliwa nacho, sio kwamba labda alivyokuwa kule rifle shooting kule, kwa sababu ile ni timu ya kikosi cha jeshi okay, kwenye mazoezi, unajua kule wana mambo ya shoot shoot range, kama ndio alichukua ile ujuzi kule. Ah, kuna wengi sana wameshakuwa manyanda pale, lakini akina makaka na uwezo hawakuwahi kuwa na okay, uwezo wa kurusha kama hivyo, kwa hiyo inawezekana kweli yeah, kuna hiyo michongo ya kulenga range kwa muda mrefu au basi labda kule wapi mm. mm. kule Mbalali ule mm. mm. kwa hii hefu kule Slimalima mpunga hiyo, ukienda ku mashamba ya mpunga alinarusha mawe ndege ondoke na zikana, alijifunzia kule mashambani, hasa chezaji yote singekuwa na huo uwezo, labda yeye ndio kitengo so, kule napewa vitengo Masalanga mm. ala kitengo cha ja kufukuza nyani au labda alichukulia kule uwezo mbali. Hamna akili kipaji tu kazaliwa nacho basi labda kwenye mpunga mbali mm. kwenye alizeti ndege sio na kula alizeti, alizeti mm. labda pale pale Singida pale ni kitengo. Yaani kwenye vile vitengo vya watu kwenda mm. mashambani mm. kitengo chake ni cha kufukuza fukuza wadudu. Kwa hiyo kabla ya kwake kwenye hicho kitengo kwenye ile timu nani alikuwa anafanyia kazi? Sasa walikuwa labda wakulima tu wenyewe. Basi. <laughs> <laughs> <I'm not laughs> au basi tutoke hapo basi, labda wapi alipokuwa Tabora eh, kwenye nyuki mm -mm. Kaka, mzinga wa nyuki unautibuaje mm -mm. kama sio kwa mawe Ay, yule, yule anafanya mazoezi mwenyewe yani, binafsi yeah, anafanya mazoezi ya kurusha lakini pia ana power pawa ana yeah, yeah, nguvu za mikono kwa mfano Masalanga sasa akiamua, labda labda ingie kwenye mambo ya kubetibeti, akishamaliza mpira, kwa sababu sheria sasa haziruhusu aziruhusi, anaweza kaa ni rubani mzuri wa vieta, swali mashaka sana na nini tena mikono yake anaitumia tu kwenye kuesha mpira au ana handwork nyingine mbili tatu? Hilo inakana hata kwenye mambo ya kilimo. Unajua kilimo pia nacho kinahitaji mkono, wewe umekaa huko vizuri. Kilimo na vitu vingine vingi tu ambavyo bwana Masalanga anaweza akajihusisha navyo na mikono yake ikamsaidia kiufasaha eh.